Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameweka bayana kwamba taifa lake lilifahamu fika kwamba wale wanaharakati toka nchini Kenya waliokuwa wametekwa nyara walikuwa wapi, ama, uh, walikuwa wapi. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameweka wazi kuwa taifa lake lilikuwa na ufahamu kuhusu walikokuwa wanaharakati wawili wa Kenya ambao walitekwa nyara mapema mwezi jana wakiwa nchini Uganda. Akizungumza katika mahojiano ya runinga moja nchini Uganda, amesema kuwa wawili hao walikamatwa kwa kushirikiana na kiongozi wa upinzani nchini humo kwa kujaribu kutatiza amani ya taifa hilo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hatoruhusu usumbufu wa kutatiza amani ya taifa hilo kutoka kwa yeyote. <laughs> Uh, some Kenyan leaders uh, rang me and said that I, I should hand them back to, to I, I should either put them in jail here or hand them back. Nobody will disturb our peace. If, if anybody tries, we shall easily deal with him. Wako, wako, wanaonekana wako na afya but they are traumatized na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo, sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So, kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment, uh, na tumepatiwa wakiwa wanatembea. Mimi naweza sema wanatembea. Tulikuwa tuna hofu sana, tena pia propaganda zilikuwa nyingi kwa, uh, kusema kweli kwa tunasikia kuna, kuna wenye wamepigwa, wamekufa kupigwa wamepigwa lakini hawajakufa hawa ndugu zetu wawili tumeweza kuwapokea wakiwa katika hali ya afya ambayo imeweza kuthibitishwa na daktari kwamba si mbaya. Tuliweza kuwapeleka hospitali baada ya kufanya clearance pale kwa immigration department, wakahudumiwa hospitali. Madaktari wakasema kama wamewadischarge na waweza kurudi nyumbani.